Dar es Salaam hii mume anacheka. Unamhagi huku unashika pumbu. Anacheka. <laughs> anachokutana nacho kule barabarani ni mtihani. Katika utafutaji wa mwanamume ni mtihani mkubwa. Anachohitaji ni kucheka na furaha na amani. Basi hiyo furaha na amani aipate kwako, wewe unatakiwa uwe stubborn, lakini sio in bad way Stabu ni kwamba unakuwa mtundu na mcheshi. Akitoka kule akiingia ndani anakutana na kingwendo humo ndani, anakutana na mdada fulani hivi kicheshi. Mke wangu chizi chizi, mke wangu wewe paka. Kina kazini wafanyikazi wenzake wenyewe wanajua kwamba mke wake ni mcheshi. Anaingia ofisini anacheka. Unamwambia mme wangu naondoka, nenda kazini, ujaniaga hata kidole ujakitia wewe, utaona kama ninayokwambia ni umalaya na ujinga. Wallahi la adhimu nakwambia hiki na kufunda wewe Wanasema kweli lhaq wan kalam. Raha ya mwanaume ni kumwona mke wake mwenye furaha, sio kununanuna na majekejeke kwenda kumtafuta mke mwenzako kwa... Ah, ah. Madhali yeye amekwambia kwamba we ni wakwake, fata anayokwambia yale. Mingine unayosikia haya kuhusu mimi, nipo ndani, watajua wenyewe. o oh, watamroga wamteke, wamteke tu, maanake Allah akafunga hii ndoa mbinguni, hakuna taka hiyo ndoa Yaani, ushawahi kuwa na self confidence mpaka mwanaume anakuogopa? Yaani unaletewa umbea, unaambiwa kila kitu, mchepuko anakupigia simu, lakini wala humgusi mumeo. Sio kwamba huna uwivu. Mwanamme, unapompa pressure nyumbani, kazini anapata pressure. nyumbani kwake kwenye ndoa anapata pressure. Huyu mwanamme ni ni kitu kidogo sana kinaweza kumpeleka kwa mtu mwingine, anaweza chukuliwa haraka sana lakini akitoka kule akifika nyumbani anapata chakula kizuri, watoto wake wamefanya homework, nyumbani pasafi. Pia usafi unachangia kwenye ndoa. Hakuna kitu kinamvutia mwanamume kama chumbani kwake, akiingia kuna nukia, kuna baridi, pasafi eh? chakula kisafi, mke mrembo, watoto wangu wamefanya homework. Dada angu, kuna values zingine mwanamume mwenyewe hata akizunguka hawezi mnunua mwanamke kama wewe Yani, mwingie kwenye akili, mwingie kwenye damu, mwingie mpaka kwenye moyo. Hata akitaka kukusaliti anang'ang'ana hata kutooga ile sabuni ya gesti, maana yake anajua wife atasikia harufu. Simu ikipigwa akiwa kwa mchepuko, anamwambia mchepuko, nyamanza, ni mke wangu. hmm? Nyamanza, my wife is calling me. Kuna heshima ya mke na kuna mwanamke, mwanamke. Sijui kama unanielewa sasa? Tafute ile heshima ya mke, achana na hivi hivi. Mwanamke, mwanamke. Unajua kuna wanawake wameumbwa duniani hapa kuja kukojeswa tu na kufariki. Kuna wengine wame, wamekuja kuharibu ndoa zenu tu na kuondoka duniani. Kuna wengine wamezaliwa, hawana nyota ya ndoa, hata tabia zao, wamekata tamaa ya, ya ndoa wapo tu kwenye shughuli za watu, kwenda kufanya fujo, kumuiba mme wa mtu, bwana ni naye na natamba naye aposti, lakini yeye nafsi yake hajawahi kumpata mtu anayempenda kamweka wa kwanza, anapigiwa anapohitajika. Usikubali kuwa mwanamke unayepigiwa unapohitajika, bali unapaswa kupigiwa kila muda na kuchekiwa kila muda. Akili kichwani mwako, ukitaka kuchezewa utachezewa Dar es Salaam hii, ukitaka kutumika Afrika utatumika sana, lakini ukijiwekea bundles na ukajiheshimu na ukajua unataka nini na ukawa mwanamke mwenye msimamo, hutaki mchezo mchezo, mwanaume anakushimu, anakushimu na kama nasema urongo, wanaume wa comment, mwanaume anakueshimu kabisa. Lakini hayo mambo ya kutaka kufafanyua, uende ukafahamu hiki ukafahamu hiki ukamtafute huku, unaharibu mdogo wangu wa kike, hujengi Mpe amani tu huyu kaka, mpe amani, mpe akili ya kujenga maisha. Ongea vitu vya msingi, kaa naye muplani maisha mazuri, angalia watoto wako, angfanya umwakia watoto. Acha kumtafuta isha, anatoka na mme wangu, amepelekwa wapi, amenunuliwa gari maidia. Acha kufusi sana, hmm? Akili ni mali, tumia akili. Unakuta mume wa mtu yuko kwenye baa ana pete ya ndoa mpaka saa tisa ya usiku, tishio hilo nakosa sio mwanaume, ni huyo mwanamke wake. Maana akifika, kelele, fujo, umetoka wapi malaya, mi nishaambiwa. Sijui kwa nini nimezaa na wewe, mwanamke msee. Mwanaume wote waumbwa, nyinyi waumbwa, unalo mdomo. Mdomo tatizo, mdomo, mdomo wewe sio mbaya, sio kwamba we sio mtamu, sio kwamba wewe unapika chakula kizuri. Unaweza kuwa unapika, unakata mauno, unavaa mashanga, unavaa makuku yenu, unapaka makarolaiti hmm. Tatizo mdomo mdomo, unavunja mama. Ni mwenyewe nimejifunza mdomo huu, ngoja pengine nikikasirika atanielewa, ngoja nifuke <laughs> najifukia, wewe utaachwa, wewe maanina mtoto wa kiume anafokeo, na wanawake wamejaa. Kwa hivyo inachohitaji wamama wengi wanaonisikiliza ni kujali, mutenge muda wa kazi na muda wa ndoa zenu. Wengi wenu mnajisahau kwenye biashara. Mwanaume amekufungulia kiduka yeye yeah, mume wako amekufungulia, mtaji, amekupa mtaji, umefungua biashara tena, unasahau majukumu yako, majukumu unayasahau. Unamkuta mtu mwanamke, mke wa mtu yuko TikTok, mumeo yuko ndani, anatangaza mabegi. Kuna muda wa kazi na kuna muda wa kumwambia mume wangu pole na uchovu, ukamfanyia uka masaji, ukaja, nikakufunda, nitakufunda bure eh? Ukanyonya mjegeji ukanyochezea mapumbu yako pale, ukamfanyia mama shakarakaraka pale, ukamkojoza, amechoka, ukachukua taweli ukamfuta mume wako eh? Ukamfinika uka shuka lake, ukaenda bafuni, ukaoga, ukapanda kitanda. Kuna muda wa kazi na muda wa ujinga. Tenga muda wa biashara na muda wa ndoa yako. Menelewa? Menelewa. Tenga muda wa biashara na muda wa ndoa yako. Wengi wenu mnafeli. O oh, sisi niwatafutaji, mi ni mpambanaji. Mwanaume anahitaji muda kama mtoto. Wanaume wanapenda attention kuliko wewe, si sisi sisi, tunapenda attention <clears throat> wanawake. Mimi nasema wanaume wanapenda attention. Wanaume wanapenda kushikiliwa kama mtoto, wanapendwa wanapendwa kujaliwa. Mwanamume anapendwa kufanywa kama mtoto. Eh? Wewe unaweza mchukua mume wako ukaingia naye bafuni ukamosha. Wewe ukamfuta, ukamwambia pole na uchovu. Anza kumechoroa kwa na misu. Na misini na misi. Yaani basi unamchanganya kichwa lakini umekaa kama sanamu la Michelini. Akija jioni mme wangu kaja, waenda mpashia mboga au mweke hapo chakula, hm? Wakaa hapo. Waingia TikTok yako, you don't ask day, umuulizi mme wangu, siku yako imeendaje? Pole na majukumu e, watoto wamelala vipi? Kila kitu kiko sawa? Mke wangu mambo yapo sawa, Januari usijali. Mme wangu mambo yatakuwa sawa. Unajinyenyekea, unajishusha, unakuwa mjinga, lakini sasa mambo yako sawa. Vipi, unafanya kazi, umeniachia elfu tano? Ulikuwa unafutia elfu tano, watakula mamangu babangu? Nilikwambia kwetu hakuna chakula. Kwa nini kumwambia? Hukuniacha, natakiwa kumwambia mume wangu kuna hilo, umeniachia lakini, mwenzako hapa, mchele umepanda, vitu vimepanda. Inshallah, Mungu akikujalia Tufanye basi resheni ya chakula tuweke ndani, tununue vitu tuweke ndani, itakuwa bajeti, itakuwa fupi, maanake vitu vimepanda, mafuta yamepanda, lakini hela gani? We baba Rajabu usinilete usenge. Eh baba Rajabu usinilete usenge. Eh? <laughs> Mm. Usenge shingapi? Umenipa kikoba, nitalipa.